Ndugu zangu kupanda miti, na nimechagua jambo hili ili kutimiza wajibu wangu kama Mtanzania na kama binadamu ninayewajibika kuitunza na kuhifadhi sayari yetu ya dunia tuliyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile kuacha urithi kwa vizazi vinavyokuja. Sisi tulirithi uoto wa asili mwingi sana, tulirithi a, uh, nchi yetu ikiwa haijaharibiwa kiasi hiki. Tulirithi miti mingi ya matunda iliyopandwa mashambani na ile inayojiotea tu maporini. Lakini leo mtoto wetu akitaka kula pera lazima aende akalinunue sokoni. Sisi tulikuwa tunapita tu uko msituni na tunakula mapera ya aina yote tunayoyataka. Tunaingia mpaka mashambani kwa watu, tunachuma bila kuomba, tunachuma kisha tunakimbia zetu lakini miti hiyo ilikuwepo. Sasa miti imepotea, ni wajibu wetu kurudisha uoto wa asili, kurudisha miti ya asili ya nchi yetu ili kuleta urithi kwa watoto wetu. Nitumie nafasi hii vilevile kuwapongeza Watanzania wote waliozaliwa tarehe na mwezi kama wa leo. Najua wapo wengi, mimi na wenzangu wengi sana wa mwaka mmoja na miaka iliyofuatia, wengi sana na ni wasihi tuungane pamoja katika zoezi hili muhimu la kuhuisha uhai na mustakabali wa mazingira yetu. Ndugu wananchi, zoezi hili tulilolitekeleza leo, ni wajibu wetu sote kutunza mazingira nchi yetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa msingi huo, ninaungana na kauli mbiu ya tukio hili inayosema Uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Na niwapongeze wote tulioko hapa.